Bwana Yesu asifiwe sana, mpendwa wa mtazamaji wa MHAE TV, nakukaribisha tena katika kipindi chetu cha mkate wa leo. Bado tunaitazama miujiza aliyoifanya Yesu Kristo, na leo tunafikia muujiza mwingine pia, nao unatoka katika kitabu cha Marko, Injili ya Marko sura ya 11 kuanzia mstari wa kumi na tano: wakafika Yerusalemu, naye akaingia ndani ya hekalu akaanza kuwafukuza wale waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya hekalu, akazipindua meza za wabadili fedha na viti vyao wauzao njiwa, wala hakuwacha mtu achukue chombo kati ya hekalu. Akafundisha akasema, Je, haikuandikwa nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote? Bali ninyi mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Amen, pendwa mtazamaji, hapa tunakutana na muujiza mwingine pia nao ni huu Yesu anaingia Yerusalemu, anakuta wafanyabiashara, anawafukuza na wao wanatii, wanaondoka. Hii, huu ulikuwa ni muujiza. Mtu mmoja tu anawezaje kuwafukuza watu wengi? Huu ulikuwa ni muujiza. Unaweza ukasema haukuwa muujiza, lakini nakwambia huu ulikuwa ni muujiza kwa sababu alienda akiwa amejaa mamlaka, amejaa mamlaka yote, akawafukuza wafanyabiashara waliokuwa wakifanya biashara kanisani, akawafukuza. Kwa hiyo inamaanisha alikuwa ni mwenye mamlaka hapa. Huu ulikuwa ni muujiza pia, haikuwa rahisi, lakini ilikuwa jambo la kuwashangaza wale wafanyabiashara kwamba imekuwaje, huyu mtu katuvamia. Kwa hiyo wakaondoka wote, kila kitu wakakiacha mle, na baadaye hekalu likasafishwa, likasafishwa, likasafishwa. Soma waka, wakubwa wao waliposikia waka, wakatafuta namna ya kumangamiza, lakini Biblia inasema walimuogopa, walimwogopa. Mstari wa 18 anasema wakuu wa makuhani na waandishi wakapata habari, wakatafuta jinsi ya kumwangamiza maana walimuogopa kwa sababu mkutano wote walishangaa mafundisho yake. Kwa hiyo walimuogopa. Kwa nini walimuogopa? Alikuwa mwenye mamlaka, alikuwa amejaa mamlaka ya Kimungu, alikuwa amejaa mamlaka yasiyo ya kawaida. Kwa hiyo muujiza huu wa kuwafukuza wafanyabiashara uhesabike kama muujiza usio wa kawaida, maana mtu mmoja anawezaje kufanya jambo hili kwa watu wengi? Huu ulikuwa ni muujiza wa aina yake. Jambo muhimu hapa tunalojifunza, mpendwa mtazamaji wangu, mtazamaji wangu, ni hili kwamba Yesu ni mwenye mamlaka. Yesu ni mwenye mamlaka, hakuna cha kumzuia. Akitaka kufanya chochote, hakuna wa kumzuia, hakuna wa kumpinga. Mwamini Yesu Kristo, awe na mamlaka katika maisha yako. Hakuna atakaye kusumbua, hakuna kitakacho kusumbua kwa sababu utakuwa na mwenye mamlaka. Nakutakia kila la heri na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tukutane tena kipindi kingine kijacho. Amen.